Rushine De Reuck, a atajwa kuchukua unahodha Simba Sports Club, Kapombe kuendelea kuwa nahodha mkuu ambapo kwa mjibu wa taarifa ambazo zimeweza ku, zilizoweza kutolewa zinadai kwamba beki wakati Rushine De Reuck ambaye huu msimu wake wa kwa kwanza akicheza Simba Sports Club amependekezwa kuwa mmoja wa manahodha wa kikosi hicho Dilak like ambaye amefunga mabao mawili katika mechi mbili za ligi ni kati ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa na sifa za uongozi, hivyo Pandevu anatajwa kumpendekeza raia huyo wa Afrika Kusini. Mbali na mapendekezo hayo bado Shomari Kapombe ataendelea kuwa nahodha mkuu, na wakati atakosekana huenda akaonekana like, akivaa kitambaa hicho cha unahodha. Wachezaji wengine ambao watakuwa wakionekana katika jukumu hilo ni pamoja na Mzamiru Yasini. Kwa hiyo kwa mwendelezo na utaratibu wa, kwe, wa nahodha kwenye klabu, basi imeelezwa kwamba kwa sasa nahodha mkuu ni Shomari Kapombe ambaye bado anaendelea kuwa nahodha, lakini msaidizi anatajwa na kuwa ni Rushine De Reuck ambaye yeye ataonekana akivaa kitambaa hicho kama nahodha mkuu, endapo Shomari Kapombe atakuwa haonekani uwanjani au hajaanza katika hiyo mechi lakini na huyo basi Mzamili Yassini naye atavaa kitambaa hicho kama nahodha msaidizi. Endapo Shomari Kapombe atakuwepo, basi Rushine De Reuck yeye atakuwa nahodha mkuu na Mzamili Mzamili Yassini atakuwa nahodha msaidizi mbele ya Rushine. Hivyo imetajwa kwamba kutokana na uwezo ambao ameonyesha Rushine De Reuck, imeonyesha kabisa kwamba ana sifa za kuwa kiongozi. Hivyo eh, di, di, Dimitri Pandevu ameonyeshwa ridhika naye kutokana na uongozi wake ambao ameuona amba na kuona kwamba huenda aka, akawa ni kiongozi mzuri, tofauti na sasa ambavyo siyo kiongozi hivyo muda wowote anaweza kupewa unahodha huo msaidizi, lakini Shomari Kapombe na kubakia kuendelea kuwa nahodha mkuu, na Simba kuwa sasa na manahodha watatu ambao nahodha mkuu atakuwa ni Shomari Kapombe, nahodha msaidizi atakuwa ni Rushine De Reuck na nahodha watatu atakuwa ni Mzamiru Yassin, ambao wote hao watafanya kazi ya kuongoza wachezaji wenzao katika gudumu la kuleta maendeleo nako klabu ya Simba Sports Club. Hivyo kila la heri Rushine De Reuck katika kazi hiyo mpya.